Siku ya tarehe saba mwezi huu wa tano ndo ilikuwa ile siku ambayo Bunge la Ulaya liliamua kufanya kikao cha dharura ili kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania, hasa kuijadili kesi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Antipasiliso, ambapo kikao hicho kilifanyika na bunge hilo lililaani kukamatwa kwa Tundu Lisu na kuitaka serikali ya Tanzania imwachilie huru na kadhalika. Sasa serikali ya Tanzania imejitokeza tena na kujibu mapigo kwa bunge la Ulaya juu ya mambo walioyajadili kuhusu Tanzania huku wakitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru Tundu Antipas Lissu. Tunakwenda kutazama doti kwa doti hoja za serikali ya Tanzania kwa bunge la Ulaya, lakini pia hoja za bunge la Ulaya kwa Tanzania. Kikubwa hakikisha kwamba unatazama kwa umakini mpaka mwisho kisha una like video hii kwa wingi. Tuanze na hoja za bunge la Ulaya kwa Tanzania kisha tunakwenda kutazama hoja za serikali ya Tanzania kwa bunge hilo la Ulaya. Wabunge wa Ulaya wamelaani kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu, wametaka aachiliwe. Wabunge wa Ulaya wamejadili maazimio kuhusu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tanzania. Tundulisu na kulaani kitendo cha kukamatwa kwake pamoja na tuhuma zinazomkabili ambazo wanasema zinaonekana kuwa za kisiasa na zinazobeba hatari ya kifo. Hatua hiyo imefikiwa baada ya bunge hilo kufanya kikao cha dharura kujadili suala la mwenyekiti wa Chadema Tundulisu. Je, maazimio yaliyojadiliwa ni yapi? Yafuatayo ndiyo maazimio yaliyojadiliwa na bunge la Ulaya. Kwanza, wameitaka serikali ya Tanzania kumwachilia mara moja Lissu na bila masharti yoyote ili kuhakikisha usalama wake na haki yake ya kusikilizwa kwa haki na uwakilishi wa kisheria. Wabunge hao wanazitaka mamlaka za Tanzania kukomesha ukandamizaji unaoendelea ukamataji hovyo, unyanyasaji, mashambulizi na unyanyasaji dhidi ya wanachama wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, watu wa kiasili, wanaharakati wa LGBTIQ+, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia, na kuchunguza kwa uhuru dhuluma za polisi na kupotea kwa watu, kudumisha utawala wa sheria, vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na mahakama sheria za uhalifu wa mtandaoni na vyombo vya habari za Tanzania kuwa zizingatie sheria za kimataifa za haki za binadamu kuheshimu haki za vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Wito kwa mamlaka za Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2025 na kushirikiana na vyama vyote vya siasa katika mazungumzo ya uwazi na jumuishi kuhusu mageuzi ya uchaguzi kwa kushauriana na mashirika ya kiraia na wadau wengine. Wito wa EU na nchi wanachama wake kuwasiliana kwa kina na mamlaka za Tanzania kuhusu kesi ya Lisu na kufuatilia kwa karibu kesi. Inawataka kuzingatia hatua zinazofaa ikiwa hali ya haki za binadamu itaendelea kuzorota. Wanaitaka Tanzania kufuta hukumu ya kifo na kubadilisha hukumu zote za kifo. Wanasisitiza haja ya EU, yani European Union, kuhakikisha kwamba ushirikiano wake wa kimaendeleo na Tanzania ikiwa ni pamoja na mpango wa Global Gateway unaendana na uendelezaji wa haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na viwango vya kesi vyenye haki. Wabunge hao wanamwagiza rais wake kupeleka azimio hilo kwa serikali na bunge la Tanzania pamoja na Umoja wa Afrika. Azimio hilo lilitarajiwa kupigiwa kura na wabunge hao siku ya Alhamis tarehe 8 ya mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025. Hizo ndizo hoja za bunge la Ulaya kwa serikali ya Tanzania. Sasa moja kwa moja tuende tukapate kusikiliza hoja za Tanzania kwa bunge la Ulaya. Zifuatazo ni hoja za Tanzania kwa bunge la Ulaya. Tanzania imesikitishwa na azimio la bunge la Ulaya kuhusu kesi ya Tundu Antipasilisu. Serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa kwake na azimio la bunge la Ulaya la baadhi ya watendaji wa kimataifa kutoa maamuzi kwa kuzingatia taarifa zisizo kamili. Tanzania imesema imezingatia azimio lililopitishwa na bunge la Ulaya tarehe 8 Mei mwaka huu wa 2025 kuhusu taratibu za kisheria zinazoendelea nchini Tanzania. Wakati Tanzania inaheshimu uhuru wa kitaasisi wa Bunge la Ulaya na kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, inaona ni muhimu kufafanua baadhi ya mambo muhimu na kusisitiza dhamira yake ya muda mrefu ya maadili ya kidemokrasia utawala bora na utawala wa sheria. Wizara ya mambo ya nje ya Tanzania imeeleza katika taarifa yake, imesema Tanzania tangu Machi mwaka wa 2021 imefuata mageuzi mapana ya kisiasa na kisheria chini ya falsafa ya 4Rs, yaani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi upya. Marekebisho haya yameleta matokeo yanayoonekana ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwa uhuru wa kisiasa, upanuzi wa uhuru wa kiraia, kuimarishwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na kupitishwa kwa sheria mpya za uchaguzi Machi mwaka wa 2024 ambayo ilisababisha kuanzishwa kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Imesema Tanzania ni nchi huru yenye katiba yake na inaongozwa na utawala wa sheria na kuwa masuala yote ya kisheria yanashughulikiwa kwa uhuru na mahakama ikiwa ni moja ya mihimili ya nchi kwa kuzingatia sheria za nchi na kwa kuzingatia vi... na kwa kuzingatia viwango na taratibu bora za kimataifa pale ambapo serikali haiingilii mashauri ya kimahakama. Kwa hiyo, kauli zinazoashiria au kuhimiza uingiliaji kati wa watendaji katika kesi zinazoendelea si tu kwamba hazifai bali pia ni kinyume na kanuni ya uhuru wa kimahakama kama ilivyoainishwa katika katiba ya Tanzania na inavyotetewa na Umoja wa Ulaya, ilieleza katika taarifa yake. Kwa upande mwingine Bunge la Tanzania limepinga maazimio ya Bunge la Ulaya. Tarehe 8 Mei mwaka huu wa 2025, bunge la Tanzania limepinga vikali baadhi ya maazimio yaliyotolewa na Bunge la Ulaya kuhusu masuala ya kisiasa na kijamii ya ndani ya nchi likilenga hasa hoja ya kutambua mapenzi ya jinsia moja. Wakati huo huo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa msimamo wake rasmi, ikisisitiza kuwa hatua zote za kisheria dhidi ya viongozi au raia zinafuata misingi ya utawala wa sheria. Wabunge wakizungumza siku ya tarehe 8 mwezi huu wa tano mwaka huu wa 2025 mjini Dodoma wameonyesha kutoridhishwa na azimio la pili la bunge la Ulaya linalohimiza Tanzania kutambua haki za wapenzi wa jinsia moja wakilitaja kuwa ni dharau kwa taifa na kinyume na misingi ya kijamii na kiimani ya Watanzania. Mbunge wa Biharamulo Magharibi, Ezra Joni Chiwelesa alisema, yalitolewa maazimio sita kwa ajili ya serikali ya Tanzania, na moja ya azimio ni kuhusu Tundu Lissu. Hiyo sina shida nayo, kesi iko mahakamani. Lakini lipo azimio namba mbili la kutambua haki ya mapenzi ya jinsia moja. Aliongeza, Kwangu mimi nimeona ni dharau kwa nchi yetu, ni dharau kwa Mungu. Hatujafikia hatua ya kudharaulika kiasi hiki tuandikiwe na watu sasa kwamba tutambue haki za mapenzi ya jinsia moja. Kwa niaba ya Watanzania tunaowawakilisha kupitia ndani ya bunge hili, masuala haya ya laana katika nchi hii hatuyahitaji, alisema. Mbunge wa Tarime Vijijini Mwita Waitara, naye alieleza nilipoona walichoandika watu wa Ulaya kama hoja yao ni kwamba wasilete maji, basi tutakunywa hata maji ya kisima, alisema Waitara, akishangiliwa na wabunge wenzake. Habari ya mapenzi ya jinsia moja waendelee wao, sisi tusonge mbele. Naamini serikali ya Chama cha Mapinduzi na sisi wabunge makini hatuwezi kuunga mkono upuuzi wa namna hiyo. Hizi ndizo hoja za serikali ya Tanzania kwa bunge la Ulaya mara baada ya bunge la Ulaya